Treni ya mwendokasi SGR imeripotiwa kupata ajali baada ya kuacha njia, katika eneo la Ruvu mkoani Pwani asubuhi ya, ya leo Oktoba 23 mwaka 2025 ikiwa inatokea jijini Dar es Salaam kuelekea Dodoma kwa mujibu wawili, zungumzo, yote, wa abiria wawili waliozungumza wamesema, hawajamuona mtu yeyote aliyejeruhiwa ila ni hofu tu iliyowapata wachache. Msemaji wa shirika la reli TRC, Fredy Mwanjala, amethibitisha kupokea taarifa za ajali hiyo, ambapo anasema, tumepokea hizo taarifa za treni kupata ajali na kwa kuwa ndio kwanza tumezipata, kwa sasa mkurugenzi mkuu na katibu mkuu wa wizara wote tunaelekea eneo la tukio na tutatoa taarifa baadaye baada ya kufanya tathmini ya kina na wataalamu. Endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii kwa taarifa zaidi juu ya tukio hili na taarifa nyingine muhimu na kubwa mbalimbali mbali. Tumepata ajali asubuhi na kwenda Morogoro. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini tumetoka salama. Nimeona treni imehama kwenye reli. Oh, oh, oh. Oh, oh. Tumbe. Yani, hii nguzo ndo kama imesaidia hii treni siweze, pengine zibewa zote zingedondoka tungeumia sana, lakini tunamshukuru Mungu. Kuna watu wameumia kidogo, sio wote ndo tuko hapa, tumetoka nje kidogo tu Dar es Salaam, kama dakika 25 tano nafikiri, kitu kama hicho. Behewa nyingine ile kule imechomoka.